Hi, mambo vipi? Mimi naitwa Ibrahim Nasoro. Ukipenda unaweza kaniita Ibra Kadabra. Ah, karibu tena katika tutorial yetu nyingine. Aa, ya, ya Adobe Photoshop ambayo leo tutaongelea kitu kinachoitwa eyedropper, eyedropper tool. Okay? Basi hii eyedropper tool inakuwa inafanya nini? Hebu tuangalie katika hii picha ambayo nilikuwa najaribu kujichora mimi mwenyewe kama unavyoona, sijui kama nimejipatia judge, nadhani utakuwa utakuwa ni wewe. Hii eye dropper, basi yenyewe kazi yake inavyokuwa inafanya ah, uh, hii yenyewe mara nyingi kama unaangalia hapa hapa, angalia hapa kwenye hii kwenye hii foreground kwenye hii foreground color uh, okay. uh, utajua matumizi yake. Kwa mfano na click hii rangi nyeupe, nadhani unaona imetokea hapa. Kwa mfano na click hii rangi nyeusi, nadhani unaona imetokea hapa, kwamba yani hii huwa uh, inajaribu kukopa rangi au kama sikukopa ni kuazima au kuchukua kutoka sehemu fulani, kama una shida ya kuitumia rangi uh, rangi ile ile uh, kwa mfano, ngoja nichukue picha ambayo inaweza ikawa ina rangi kidogo uh, kwa mfano hii. Okay. Yeah. Nadhani naviona Labda pengine umechora umechora ukachukua picha nyingine ukawa unataka kuchora kwa kutumia rangi hii, rangi ya huyu dada hapa, unaweza ukakopa ukiklik tu, kama unavyoona inatokea hapa, alafu tunarudi kwenye ile picha yetu nyingine ambayo ilikuwa haina rangi, tunachukua hii bucket tu, ukimimina, nadhani unaona tumeweza kufill rangi kutoka kwenye picha nyingine. Okay, na sio tu kutoka kwenye picha nyingine, unaweza pia ukaifanya hii ukafanya hivyo kwa kutumia rangi kutoka kwenye picha hiyo hiyo. Pengine unaona uvivu kurudi katika hizi rangi kuzichagua huku, unachukua una, una tu hii unachukua tu hii eye dropper tu unachovya, kisha inatokea huku. Unaweza ukaendelea mpaka siku nyingine tena. Mimi ni Ibrahim Nassor, ah uh, kutoka designerschemba.blogspot.com. Karibuni sana, endeleeni kutuma maoni yenu Niko tayari kuwasikiliza na niko tayari kuwasaidia. Asante.